N umeganda tufanya huko, mke wangu, namalizia nakuja, nakuja, tunazidi kuganda wanawake bwana, na ilopola usilisahau huko na huu kamata kabisa, muda ushakibia, mke wangu, muda wote bwana, mke wangu unaganda Vipi bwana Madevu, unaona naona. Hai hai, unataka kunigonga wapi tena shemeji? muda utoshi, yaani shemeji, naomba utuache, sa tuwache, yaani huu um, tunaelekea sokoni. nachokwambia mke wangu ni sahihi kabisa. hivi hali uioni bwana, mzee mwenzangu, ukipita huko mitaani, maaskari wametandaa kila sehemu, naistoshi, kwamba mpaka kwenye mitandao sasa hivi wanazungumza kwamba kulala saa mwisho saa nne itakuwa. bwana Madevu, hachana na mambo ya mitandao bwana. hao maaskari unawaona no, wapo katika kwa ajili ya kudumisha amani tu wao, eh? Kama tulivyofanya kampeni za kistaarabu basi, na uchaguzi unakwenda hivyo hivyo, hakuna fujo yoyote ile itakayotokezea. Wewe unaenda zako kupiga kura, una shughuli unaenda zako nyumbani, kama una pirika zako unaenda na pirika zako. Waskiria zikitokezea fujo, hayo maendeleo yote alioletwa na mheshimiwa Hussein Mwinyi eh? Si watu wataribu miundombinu, nani anataka? Unafikiri tumechukua muda gani kuyapata maendeleo kama haya? Sasa kwa vile ndani baadhi ya vyakula kwa vyakula leo mpaka kesho vipo. Hmm. Acha nikaongeze vitunda vitunda vitunda, basi vile vitatu. Asante sana bwana mzimu mwenzangu, Oktoba tunatiki.